Wahusika mliokuja na mpango huu wa kuweka taa hizi za barabarani, mwewe anawapa kongole kwa kuwa azma yenu kuu imelenga kupunguza ajali za barabarani. Kabla ya ufunguaji wa taa hizi, mitaa hii ya Mkomola Kihonda, Mbuyuni na Mkundi ilikuwa na giza totoro licha ya kuwa pembezoni kabisa mwa barabara kuu ya Morogoro inayokwenda Dodoma. Mwewe amewahi kuonyesha juu ya hali hii mwewe amewahi kulia juu ya kadhia hii, lakini wahusika mkapiga kimya hadi sasa mlipoamua kulivalia njuga suala hili. Mwewe anawaomba msiishie hapo, ipambeni mitaa yote ya Morogoro mji ulio chini ya safu za milima ya Uluguru uendelee kung'ara na kuwa salama kama ilivyokuwa zama zile za, za mji kasoro bahari. Sasa kwa wakazi wa mitaa hii ya Mkomola, Kihonda, Mbuyuni na Mkundi Sheli, mambo ni bulbul, hakuna tena giza hapa nyakati za usiku, kilichobaki ni kuimarisha tu usafi ili barabara hii iwe nadhifu. Kutoka Morogoro mji kasoro bahari, mwewe amewaonyesha, na anaendelea kutoa pongezi nyingi kwa wahusika. Halafu huyo anaruka zake mwewe.